Mechi imegalishwa li savi tujapewa taarifa yoyote mm. Sinaelewa ila isipokuwa tumeambiwa kwamba tusubirie na kiongozi wetu, taarifa itaotoka tutajua tunafanyaje, kama tunabaki au tunaondoka. Sasa tunaelekea tulipofikia hotelini kwetu, tujue tunafanya tunapewa ratiba gani, a kilichokuwepo hapa pengine. Mmeupokeaje? Ah, wa uamuzi umetuboa sana, kama mji kama Dodoma, mji mkubwa tumemwona katika kama hivi, sio fea kabisa, walishaongoza goli moja. Umeme tungekuwepo tungefanya burudani mzuri, tungejua kama ameshinda au tumefunga, ilikuwa freshi tu. para pamoja sana, poleni sana. Mama, kila la heri ah, poa. Kwa uamuzi huu umetuumiza sana. Kwanza tumeingia hasara kubwa sana, tumesafiri maili ndefu, tumetumia gharama kubwa katika usafiri viingilio vyetu, na sasa hivi tunaondoka tunarudi tulipotoka hatujui hatima yetu ya pesa zetu sisi zinarudi vipi? mpaka sasa hivi kiukweli, TFF ki we, na Dodoma Jiji leo wametumiza sana, na hizi lawama baba namba moja kumpa hizi lawama ni TFF. Dakika ya nne umeme umezima, tumekadi saa tano kasoro, tunaona anaondoka, hawatangazi kwa mashabiki kwamba mechi imeahirishwa, hawatangazi hamna kiongozi yoyote wa upande wowote kuhusu swala la uwanja aliyekuja kuongea chochote, hakuna aliyekuja kwao. Sisi ndugu zangu tunaondoka kinyonge kabisa, sisi tunahesabu, hatujapoteza. Na mimi natoa rai kwa viongozi wangu, hata kesho asicheze hii mechi, kwa sababu tunaingia hasara. Asanteni sana. Leo tulipanga tuondoke, timu imalize mechi tuondoke, timu inatakiwa ibaki. Hizo gharama za kubaki analipa nani kwa sasa hivi? mmenakulala wapi sisi tunaondoka wapi? sisi tunarudi zetu Mwanza sasa hivi, napongea na nyie, sisi tunaondoka hmm. lakini hakuna taarifa yoyote iliyotolewa. kwa nini mwalimu? hatujapewa taarifa yoyote kwa maana, na sisi tunatakiwa tuje na taarifa tulizokuwa nazo kuwa tunacheza mechi dakika 90, mechi ya dakika 90 kiisha, tunapanda magari tunaondoka. Umeme baada ya kukatika, tukajua kwamba sisi ni watu wa kudhulumiwa tulizulumiwa Dar es Salaam kwa mazingira ya umeme, tumezulumiwa Dodoma kwa mazingira ya umeme. Kwa hiyo kwa kuwa tumezoea kuzulumiwa, wanatuita mavampaya na watu, na sisi tunageuka kuwa mavampaya kama wanavyotaka. Na sisi wanapamba, hasara kama hizi tumezoea. Sisi wanapamba tumezoea hasara kama hizi. Sisi tunarudi, tunarudi, tunarudi Mwanza. Swala so, la enikadi gharama tulizotumia tunataka tujibiwe na TFF, sio Dodoma. gharama za timu yetu kesho kucheza tunataka tuzijue, na hatutaki kusikia mkuu wa mkoa Said Mtanda umetoa chochote kuhusu mechi ya kesho. Yani tukicheza kesho sisi hatutaki, wanachoma mahindi uwanjani. Kwa nini wachome mahindi uwanjani? sisi tukiingia na maji wanakataa wao wanachoma mahindi, wana moto, wanahatarisha usalama wa maisha yetu okay. Ndio maana tomou umekatika. Asante sana ndugu zangu.